ni sehemu ya kumi tu mm, ambayo inamuhusu mchungaji aipokee kutoka kwa washirika sehemu ya kumi au limbuko mm, la shambani mm, au limbuko ya kazi. Lakini sadaka mm, nimeshindana na watumishi wengi mm, lakini mimi sintaipokea kamwe mpaka kufa kwangu au mpaka kurudi Kristo, maana mm, hiyo sadaka ni ya kuvisaidia kanisa kujenga kanisa niwaone yatima wawaone mm, na walioshindwa hiyo mm, ndiyo sadaka ya kanisani mm. Kwa hiyo sehemu ya kumi tu hiyo ndio ineka kwenye Biblia inanihusu nipokee, kama sipokee hiyo hawana basi, kwangu ni sifuri, lakini siwezi kuingia kwenye upande wa sadaka kamwe mm. Kwa hiyo sadaka hiyo ni ya kulilinda kanisa na shughuli za kanisani peke yake mm. mm. na nimeshia na wachungaji wameniona kama mi, mm. ni mpumbavu. Heri niitwa mpumbavu, lakini nilingane na Mungu wangu mm. nionane na Mungu wangu mm. na niishi na Mungu wangu mm. na ndiyo maana Mungu wangu ananionya juu ya mengi mm. kwamba Fanya ninavyokuamuru mm. Usipofanya natupa jehanamu. Mm. Kwa hiyo namwogopa Mungu navyanipate maagizo yake mm. Amen. Okay, kwa maana kwamba Mungu amekukataza kupokea sadaka za kawaida tofauti na fungu la kumi au malimbuko. Sadaka ni mali ya kanisa mm. oh. ni mali ya kanisa, kanisa tu si mali ya mchungaji, ila wakipendezwa wao mm. pengine anataka kusaidia hiyo mm. ndiyo pokea, lakini si mali ya mchungaji Ah, kwa maana maanake, ukipokea wewe, ukipokea ukitoa sadaka, maanake zabidi zihudumie zi zitunzwe, zi, zi, zi, zi na washirika wala, wala sio mchungaji.